Ile sekta yetu ambayo imehangaika miaka nyingi, ile ya sukari. Watu wamewekwa umaskini na kilimo ya miwa. Nilienda kule nikakuta wakora wamejazana everywhere wajuaji, watu wameteka, wame nyara the whole place. Hakuna kitu inaendelea, ati mtu fulani peke yake anaamua ana, ana, ana. Sasa hiyo sekta imenyoroka, you will be shocked. Hii sukari tumekuwa tuki import for the last 40 years

Unaona, mtu anaenda kupinga ati factory ya sukari should not be leased, ati iendelee vile inaendelea saa hii. Saa hizi factory hailipi mkulima. Factory hailipi wafanyikazi. Factory hailipi ushuru. Factory inachukua miwa ya wananchi, inaenda inazama nayo. Mkulima alipwe pesa yake not in one year. But in one week. Number two, wafanyikazi wa kampuni walipwe kama wafanyikazi wengine every month.